Simba msimu huu kwenye kikosi cha Simba mwalimu ana attacking midfielder wengi sana na viungo washambuliaji wengi sana kwenye timu yake. Angalia una Elim Pansu una Morris Abraham una Joshua Mutale una Mohamed Bajabal una, una, yes. Una Neo Maema Attacking yao unakutajia una Ahuwa. Attacking watano wachezaji wa woteni wachezaji wote ni wachezaji wa kiwango cha juu. Bana, mwalimu ataumiza kichwa sana pale Simba. Simba na viungo washambuliaji bora sana Simba ina washambuliaji bora sana pia. Mukwala Dese, umeona Jonathan Soa, unaumiza kichwa hapo mzee. Ukitoka hapo kuna yule mwamba Selemani mwalimu Yaani Simba ina utajiri wa kila aina ya wachezaji. Simba ina wa. Yaani kwenye kikosi cha Simba katika mwaka ambao Simba wameboresha kikosi. Msimu uliopita walianza lakini msimu huu wamefanya maboresho makubwa sana nawaona Simba. Wame, wameongeza wachezaji wengi wenye quality, wachezaji wengi ambao ukiwa nao ndani ya timu yako wanakupa faida. Naamini Simba msimu huu wanaenda kufanya makubwa. Simba msimu huu watakuwa tishio kwa aina ya wachezaji walionao kwa sababu timu yao imegawika kuanzia Eneo la katikati ya uwanja kuna watu wanafanya vizuri pale, Yusuf Kagoma, Alasani Kante, Nabi Kamala anakuja kuingia pia. Ukija kwenye eneo la ushambuliaji kuna wachezaji wa kiwango cha juu. E bana, pongezi kwa ni kitu sasa, ama ni kazi ya kocha Suleman Matola na mwenzake Dimitri Pantev wafanye kazi ya ziada kuifanya Simba iwe. Kwa wale wakali wa kubeti, wakali wa mikeka ile, wa kutengeneza mikeka, unaweza kujoin kwenye group langu la WhatsApp, link nimekuwekea kwenye bio yangu hapo. Joini pale tuendelee.